Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Kennedy Center jijini Washington, D.C. siku ya Jumatano, Rais Trump amesema hana mpango wa kuongeza muda wa mazungumzo ya biashara na mataifa mengine. Amesema tayari amefanikisha makubaliano mazuri na China pamoja na Uingereza na kwamba mataifa mengine yanapaswa kuamua haraka. Kwa wakati fulani tutatuma barua tu, Trump alisema, na nafikiri mnaelewa hilo. Tukisema haya ndiyo masharti ya makubaliano unaweza kuyakubali au kuyakataa, aliongeza kwa kusema, huna ulazima wa kuyatumia, huna ulazima wa kununua bidhaa Marekani kama ninavyosema, mwisho wa kunukuu. Trump alifafanua kuwa bado kuna mazungumzo ya kibiashara yanayoendelea na takribani mataifa 15 yakiwemo Japan na Korea Kusini, lakini hakuficha kuwa haiwezekani kufanya mazungumzo na zaidi ya nchi 150 kwa wakati mmoja. Kauli hizo zinakuja takribani siku sitini baada ya kutangaza kusitisha kwa muda ushuru wa forodha kwa siku 90, hatua aliyochukua Aprili 9, ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya biashara. Awali, mnamo Aprili 2, Trump alitangaza ushuru wa msingi wa asilimia 10 kwa bidhaa kutoka mataifa yote, huku baadhi ya maeneo kama Umoja wa Ulaya yakikabiliwa na ushuru wa hadi asilimia 20 na Vietnam hadi asilimia 46 aliyouita ushuru wa kisawa. Mnamo Aprili 23, Trump alionya kuwa angeanza kutoza ushuru kwa nchi ambazo hazijafikia makubaliano ya kibiashara na Marekani ndani ya kipindi cha wiki mbili hadi tatu. Kauli zake za hivi karibuni zimekuja siku moja tu baada ya mahakama ya rufaa ya Marekani kutangaza kuwa ushuru huo utaendelea kutumika kwa angalau miezi miwili ijayo, ikisitisha uamuzi wa mahakama ya chini uliokuwa umetangaza kuwa batili. Trump ameendelea kusisitiza kuwa sera zake za ushuru na biashara Zinalenga kulinda viwanda vya Marekani na kuhakikisha usalama wa kiuchumi wa taifa hilo. Ingawa wakosoaji wake wanaziona kama hatua zinazoweza kuvuruga mahusiano ya kimataifa na kuongeza gharama za bidhaa kwa raia wa kawaida. Hii ni Poa Media.